Karibu kwenye Chronicles of Wisdom. Leo tunasimulia hadithi ya kweli. E, ya sauti, na roho isiyovunjika. Hekima ya maisha hii inaanza na utulivu. Leo, n hey, tunajifunza kupitia simulizi ya Celine Dion. Mwanamke aliyegeuza maumivu kuwa wimbo wa ushindi. Somo la kwanza hikujitolea. Ubora si ajali, ni uamuzi wa moyo mmoja. Celine hakuwa na kipaji pekee, alikuwa na nidhamu ya chuma. Je, wewe unajitolea kiasi gani kwa ndoto yako? Somo la pili ustahimilivu. Dhoruba za maisha haziji kutuangamiza heibali kutusafisha. Celine alipopoteza mume wake hakunyamaza. Alitumia huzuni yake kuwa nguvu ya kuwafariji wengine. Kumbuka, ustahimilivu si kukosa maumivu bali ni uwezo wa kujijenga tena. Somo la tatu, ukweli wa nafsi. Katika dunia ya kuigiza hei, kuwa mkweli ni ushujaa. Celine alionyesha udhaifu wake, na hapo ndipo tulipopata nguvu yake. Hii ndiyo Chronicles of Wisdom. Jiunge nasi katika safari hii ya mwanga. Mvumilivu hula mbivu.